Naam, ni kukaribishe kwa mara nyingine china katika segment ya kimichezo, na kazi yangu ni moja tu kukuletea zile updates mbalimbali zinazohusiana na masuala mazima ya kimichezo channel ya kimichezo kupitia channel yako pendwa ya Mwaki Sports. Hakikisha umebonyeza neno subscribe, utakuwa umefanya vyema sana kuungana na familia ya Mwaki Sports kwa ajili ya zile updates zote ambazo zinajiri kupitia channel hii. Kubwa kabisa kwa sasa ni kuhusiana na taarifa ambazo zinazidi zinazidi kuwachanganya uh, klabu ya soka ya Simba na hizi ni taarifa kutoka katika shirikisho la soka barani Afrika CAF, kufuatia uh, vitendo vilivyoitwa si vya kiungwana ambavyo vilifanywa na klabu ya soka ya Simba katika michezo ya kimataifa. Sasa shirikisho hilo bwana limekuja na adhabu, uh, kwa kwanza, adhabu kwa klabu hiyo ya Simba. Kwa mara ya kwanza waliweza kutoa barua ambayo ilionyesha adhabu kwa klabu hiyo ya Simba kutokana na mchezo uh, wa hatua ya awali kabisa wa ligi ya mabingwa barani Afrika ambao Simba Sports Club walicheza uh, kule nchini Botswana na kuleta mtafaruku kidogo, na shirikisho la soka barani Afrika CAF wamewapa adhabu ya kutocheza na mashabiki katika uwanja huo, lakini pia huweza kulipa kiasi cha dola elfu, thela, Sini. Sasa baada ya adhabu hiyo na baada ya masaa kadhaa, Simba Sports Club wameweza kupokea tena na barua nyingine ya adhabu kutoka huko huko katika shirikisho la soka barani Afrika kafu, na hii ni adhabu inayohusiana na mchezo wa uh, uh, fainali ambao ulichezwa uh, na Simba Sports Club dhidi uh, ya timu ya kule nchini Algeria uh, na mchezo huo uliweza pia kuleta mtafaruku baada ya baadhi ya viongozi wa klabu hiyo kuweza kuleta fujo katika vyumba vya kubadilishia nguo vya maafisa wa mchezo huo, lakini pia uh, makocha wa timu pinzani ya Berkane kutoka kule nchini Morocco. Sasa baada ya ya kufanyika kwa uchunguzi wa kina na shirikisho la soka barani Afrika CAF, wameweza kuiandikia barua Simba Sports Club kulipa faini ya takriban dola elfu hamsini uh, za Kimarekani kwa ajili ya fidia ya, ya yale ambayo Simba Sports Club wamefanya, so Uh, imekuwa ni wakati mgumu kwa Simba Sports Club, mara mbili ndani ya siku moja wanapokea barua za adhabu ambazo zinakwenda kuleta uh, hasara kwa klabu hiyo, kwa sababu kwanza wanatakiwa walipe kiasi kikubwa cha pesa, lakini pia uh, kutoingia mashabiki katika mchezo wao wa marudiano uh, dhidi ya Gaborone FC ya kule nchini Botswana pia inaleta mushkeli kwa sababu mapato wanakuwa hawayapati, kwa hiyo ni kitu ambacho kinaenda kuwanyongonyesha Simba Sports Club. Na kupitia afisa habari wa klabu hiyo ah, Ahmed Ally tuliona pia amewataka mashabiki na wanachama wa klabu ya soka ya Simba waweze kuchangia ah, kwa ajili ya kuisaidia klabu hiyo kulipa kiasi hicho cha pesa ambacho kinadaiwa na shirikisho la soka barani Afrika ili kuweza kujitengenezea kwe mazingira mazuri ya kuendelea mbele katika michuano hii ya kimataifa. Lakini pia amewasi mashabiki wasiwe uh, wepesi wa kufanya vitendo visivyo vya kiungwana, kwa sababu mwisho wa siku klabu ndiyo inakuja kupata adhabu hizo na inaleta hasara kwa klabu husika. Hayo ndiyo yamejiri katika uga, uh, uga wa kimichezo. Nini maoni yako kuhusiana na taarifa hizi ambazo nimekupatia hapa. Tafadhali hakikisha unabonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama kengele ili usipite na zile updates mbalimbali za kimichezo ambazo zinajiri na kuwekwa hapa kila siku. Hadi wakati mwingine, kwa sasa na kuacha na hii hapa, itundike maoni yako kwenye comment section, usahau kusubscribe.